Yes, niko na taarifa hapa kutokea uongozi wa Small Planet kwa wale wapenda bata I think watakuwa wanaelewa. Sasa uongozi wa kampuni ya Small Planet Enterprises Limited ambayo ni mmiliki wa baa ya Small Planet Sinza umeweza kusikitishwa na unalaani vikali jambo ambalo limeweza kutokea katika usiku wa kuamkia Jumamosi ya tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 2025 kuweza kuamkia na Jumapili ya tarehe 8 mwezi wa 6 ya mwaka 2025. Yaani, ni siku mbili mfululizo ambapo kumeonekana kuwa na bango ongeo mobile billboard ambao pia huwa linakuwa linapita e, ikiwa lina ujumbe wenye viashiria vya, vya kisiasa. Kampuni ya Small Planet Enterprises na baa yake ya, ya Small Planet Sinza inafanya shughuli zake chini ya sheria na hakuna namna yoyote inafungamana na upande wowote wa kisiasa. Hivyo, jumbe iliyoonekana ikitembea katika mitandao ya kijamii ni njama tu za kikundi fulani kwa lengo la kuchafua taswira nzima ya baa yetu kwenye upande wa ushindani wa kibiashara. Kilichotokea ni kwamba mmoja wa hudumu wetu e, akiwa katika utendaji wa kazi, e, u, u, utendaji wa kazi wake alishinikizwa na moja ya mteja a, a, a, mwenye maslahi yake binafsi na kuweza kulazimisha kuandika kwa ujumbe hiyo eh, yenye viashiria vya, vya siasa na kulazimisha itangazwe kwenye bango mjongeo la baa yetu na kisha kurekodi na kusambaza kwenye mitandao ya kijamii kampuni ya Small Planet Enterprises Limited na baa yake ya Small Planet Sinza, imesha imeshaanza kuchukua hatua za kisheria kuweza kufuatilia ni nani ambaye alilazimisha ujumbe hizo za kisiasa kuandikwa kwa kutangazwa eh, katika baa yetu ili sheria iweze kufuata mkondo wake. Vilevile vile itambuliwe kuwa kampuni yetu ya Small Planet Enterprises Limited huji, eh, haijihusishi na siasa na hakuna namna yoyote imehusika na jumbe ambazo zinaonekana zikisambaza katika mitandao ya kijamii zenye viashiria vya kisiasa. Hivyo kwa wateja wetu wa, wa bia wabia wa, wa, wa wetu, pamoja na washikadau wetu, tunaomba tuendelee kushirikiana katika kupambana na jambo hili eh, ambalo limeweza kutokea ili kwa pamoja tuilinde taswira nzima ya baa yetu ya Small Planet Sinza. Imetolewa na uongozi wa kampuni ya Small Planet Enterprises Limited. E, Sinza e, pale kutokea huko e, kwa wale wapenda bata, I think watakuwa wanakuwa wanaelewa vizuri kwamba Small Planet e nahusiana na masuala manini, iko sehemu gani kila chocho, tunakuwa wanaelewa, kwa sababu kumekuwa kuna vuguvugu sana la kisiasa so. Kuna mtu ambaye pia aliweza kufanya hivyo. Kuna unajua kuna vile vibao ambavyo mara nyingi pia huwa vinapita kwa wale ambao wanapenda kwenda clubs, mara nyingi sana kimepita, labda kama ni birthday ya mtu fulani, and then nakuwa inapita pale kwenye tataa fulani hivi, zinakuwa e, zinawaka. Sasa inaonekana kuna mshikaji akatoa akatoa pesa iandikwe e, masuala mazima ya kisiasa, kuweza kukemea na vitu kibao kama hivyo kuweza kuona. Na ndio maana e, Small Planet wao kama wao wameamua kutoa taarifa hii na kuweza kukanusha kwamba wao kama wao hawajihusishi na e, kitu chochote ambacho kinajihusiana na masuala mazima ya kisiasa ingalia ya kuwa eh, bango hilo liliweza kutambaa katika mitandao eh, ya kijamii. Yapi maoni yako kuhusiana na hili na masuala mazima? Kila mmoja ameingia kwenye mitandao ya kijamii anakomaa no, no reform, no election, vitu kibao, yaani kila mtu anakuwa anaongelea kitu cha kwake kuhusiana na masuala mazima ya kisiasa. Drop comment yako hapo, like comment, share, utakomentisha kinomanoma.